Ndani ya kanisa kuna magonjwa zaidi ya kongosho ambayo yanapona kwa maombi, na hudaiwi chochote. Mungu anaponya watu kila siku, ni vile hujui tu. Kuna vingi vilikuwa vimejificha ndani yako ambao vingekuua na usingefikia umri ulionao, lakini kwa ajili ya kuingia kanisani, kushiriki ibada, kuimba na kuomba, kutoa na kusifu, kuna magonjwa mengi yalishakaondoka ndani ya mwili wako bila we kujua. Huu ni utajiri wa Mungu aliyoweka ndani ya kanisa lake. Kanisa ni hazina ya Mungu iliyositirika. Katika maisha yetu sisi kama watumishi wa Mungu, huwa tunapitieka vipindi viwili, maisha yetu yanakuwa napanda na kushuka. Mungu hataki tubaki kwenye levo moja kila siku. Kuna wakati Mungu anakupandisha viwango, anakupandisha viwango, anakupandisha viwango, nakupandisha viwango. Kuna wakati Mungu anakushusha ili usio na kiburi, anakushusha anakushusha mpaka unajihisi kama vile huna tena kibali kwa watu. Hii imefikia watu wengi wa Mungu. Kuna wakati unaanja jisikia kama vile haupo tena ndani ya mioyo ya watu. Haukutenda dhambi, haukuiba cha mtu, lakini kuna namna tu unajihisi kama vile umeanza kutoka ndani ya mioyo ya watu. Fanya mambo matatu. Jambo la kwanza, uisha uhusiano wako na Mungu kwa njia ya maombi na kushukuru. Jambo la pili, jikonekti na mazabau kwa njia ya sadaka na zaka. Jambo la tatu, shirikiana na waumini wengine katika matukio makubwa yanaowafanya watu kuwa pamoja, kumwomba Mungu pamoja maana Biblia inasema wawili ama watatu wakikusanyika pamoja, Mungu yuko katikati yao. Usibaki mwenyewe, usijitenge. Biblia inasema kwamba ajitengae na, na, na, na wenzake utafuta mapenzi yake mwenyewe. Unapoishi maisha ya kujitenga, kuna watu unasikia anakuambia mimi sikuwa kwenye vikundi vikundi, mimi Mungu ashaniambia, mimi sikuwa kwenye vikundi vikundi, mimi niko peke yangu na Mungu. Hapana, Lazima kuingia kwenye vikundi vikundi vya waombaji, ingia katikati yao. Vikundi vya kuimba, ingia katikati yao. Vikundi vya mikesha, ingia katikati yao. Vikundi vya utoaji, ingia katikati yao. Unapoishi na watu, kuna nguvu zingine zinaongezeka ndani yako bila wewe kutarajia. Kanisa ni shamba la Mungu na ndani ya kanisa kuna utajiri mkubwa ambao Mungu ameweka ndani ya kanisa lake. Wakati mwingine mnatuona hivi, mnatuona hivi unaweza kufikiri kwamba huyu ni mtu wa kawaida. Unaweza unaweza na mtu anakaa pembeni yako unafikiri huyu ni mtu wa kawaida, huyu ni mtu wa kawaida. Sisi sio watu wa kawaida. Ambia jirani yako mimi sio mtu wa kawaida. Sema kwa sauti mimi sio Mkristo wa kawaida. Sikuokoka kikawaida. Ambia jirani yako usikuokoka kikawaida. Wokovu wangu sio wa kawaida. Tumeokoka kwa mpango wa Mungu, tumeokoka kwa kusudi la Mungu, tumeokoka kwa malengo. Mungu hawezi kutoa kwenye bangi akulete hapa ili uwe mtu wa kawaida. Mungu amekutoa kwenye pombe, amekutoa kwenye klabu ili ufanye kazi maalumu aliyokuitia kuifanya. Wewe sio mtu wa kawaida, sio Mkristo wa kawaida sio mwimbaji wa kawaida, sio kiongozi wa ibada wa kawaida, sio mzee wa kanisa wa kawaida, sio mchungaji wa kawaida. Mimi sio mhubiri wa kawaida, tuko hapa kwa kusudi la Bwana.